Ya vile vita vilianza tukiwa tumbao, yeah, tumbao. Yeah. Ilikuwa makini sana siku pihatanagurua, ujumbe wote ulikuwa mzuri, yeah. Amen, amen. Asante na Mungu akawabariki sana vijana wangu hivo, yeah. Kiona mtu anahubiri hayo mahubiri na anayatoa ua En, <laughs> leo ni Jumapili ambayo imeshikana na ma, na maholiday. Hebu <laughs> angalia kama kuna sura yoyote hapo ambayo hauioni leo. Umeenda holiday etabia, wokovu umeshikwa na wengine nani? Kuna watu wameenda holiday, wewe hata kama imeshikana na mende unapatikana, chaji piga. <coughs> Hey, makofi hakuna yeah! Hata kama mwanaume atakwambia twende outing siku ya Sunday, akupendi. Waache kutoke kanisani, kwambia kaninunulie lanchi. <coughs> si nibona yako ama ni mchubango anayejulikana kuwa ni mchuvango, watu wa wakiteja wa <laughs> wajua, ambayo ukitendea naye hauna mtu sijui, anakwambia pita mbele, mina ja nyuma <laughs> ebe, ebe. Aleluya, mkitoka kanisani mkienda popote hiyo ni sawa, lakini siku ya Sunday ni siku ya kubarikiwa. Amen. Amen. Tulihubiriwa siku neno la Sunday. Amen. Kijanawan muli akasema ile mahubiri ya kuokota siku ya Sunday alafu unaharibikiwa mpaka ile nyingine ile liyenafuta <laughs> inaisha. Yalikuwa mahubiri yanayoelekana na Biblia. Kamwambia Mungu akubariki zaidi. Amen. Amen. Na Mungu akazidi kutenda zaidi. Kuna joto, kuna ile deni tuliloaka tujaimaliza, ni lengo tulimalize lile deni. Sasa tuanze kuchangia vitu vingine vyote, tuchangie fani peke yake.

utakuwa kuna mpepo <laughs> kuna nema kumbuzi. Haleluya! Fani kumi. Yani hizi zisome kidogo. Unaona hata kwa hii na kunaingia. Kuna fani pale kunaingia ingia fani. Hapo kuna fani tatu, fan. fan. fan. fan. one, two, three. Zina supply. Na hapa leni hii ziongezeke kama mbili. Na ile leni ile ziongezeke kama mbili. Halafu hapa kama nne, hizo ni kumi. I see, utabidi ubomoe hizi madirisha uweke madirisha ya, ya kio. I see na hii kama ushaitumia, I see na hii I see hiyo viondo viondo ufanye nini? Si huwezi kutumia I see na hizi madirisha, utabidi dirisha hii madirisha, so ugaramke kwa hiyo Ndiyo kashimo, ndiyo tumia ais, si baya. Mna maono mazuri, Amen? Lakini mugaramike kwanza kwa ile ambayo munauwezo. Naje see moja peke yake ni elfu themanini ile nzuri, na kunatakikana kama isi ngapi hapa, mbili zipeleke, no, no, si, upepo vizuri so hiyo ni, ni laki moja, na pesa nyingi like la

Na <laughs> yeah? Usitaki acha Mungu atenge kwa wakati, oh, yeah. Tumalize moja baada ya moja oh, yeah. Ah, washirika michezo tawafukuza wote kila siku mitano anikan ah. Ah, hawapendi kama kuna kitu wanakiona ni shetani ni hivi <laughs> <laughs> <laughs> <hide> <hide> Sasa unaona, hiyo ni pesa chipu kabisa. Kitu ambacho mtagharamika hapo ni stima, stima ndio italiwa sana, lakini hatueta ogopa. Hizi vitu vyote vinaweza kukosa stima ya ya, ku, ya, ya kulipia fan boss, nana napenda roho ya utajiri

Unanunua samaki kichwa na nyumbani, umeacha unacheza kama yule mtoto mpotevu. Mwenyewe alifikiria nyumbani kwaa. Kuna watu waliokuwa Mombasa ni raha, lakini sahii wanajuta. Kama kuna wazuu wanaweza kuja kutoka, wanakuwa Mombasa ni raha

Jorwa. Amen. Amen. Uzuri ni kwamba uliata yo umeamua kumugeukia nani? Sasa tunaenda kwa kipindi gani?